Joel alikuwa mvulana mwerevu sana, alikuwa darasa la pili. Aliishi katika kijiji kidogo huko Tanzania. Familia ya Joel ilikuwa masikini, walijitahidi sana kupata mahitaji ya msingi. Joel alipenda kwenda shule, alipenda kusoma, alitaka maisha mazuri ya baadaye. Maisha hayakuwa rahisi kwa Joel. Shuleni baadhi ya watoto walimtania, walimcheka kwa sababu ya nguo zake, walimcheka kwa sababu ya viatu vyake vilivyochakaa. Joel hakujali utani wao, alijikita katika masomo yake. Alifanya bidii darasani, aliwasikiliza walimu wake. Joel alikuwa mwanafunzi mwerevu, alifanya vizuri katika masomo yote. Walimu wake walimsifu kwa akili yake, walivutiwa na bidii yake. Wanafunzi wenzake walishangaa, hawakutarajia kuwa mwerevu kiasi hicho, wakaanza kumheshimu zaidi kidogo. Lakini baadhi ya watoto bado hawakumpenda Joel, walimwonea wivu kwa sababu ya akili yake, waliendelea kumsumbua. Moja wa watoto waliomsumbua alikuwa msichana anayeitwa Sara. Sara alitoka katika familia tajiri, alikuwa na kila kitu alichokitaka. Sara alijiona bora kuliko kila mtu, alimchukulia Joel kama mtu duni kwa sababu alikuwa maskini. Alimcheka kwa sababu ya nguo zake na begi lake la shule la zamani. Joel alihisi huzuni wakati Sara alipomtania, alijaribu kutojali lakini maneno yake yalimuumiza sana. Alijiuliza kwa nini Sara alikuwa mkatili sana. Siku moja, Sara alivuka mipaka. Alimfika daftari la Joel. Joel tish daftari lake kwa ajili ya darasa, alitafute kila mahali. Sara alimcheka Joel aliposhindwa kupata daftari lake. Alidhani ni jambo la kuchekesha kumwona akiwa na huzuni. Lakini basi kitu kilitokea. Sara aliona chozi likimtirika Joel kwenye shavu. Wakati huo alihisi majuto. Hajawahi kumwona Joel akilia hapo awali. Kwa mara ya kwanza, Sara hakumwona Joel kama mvulana maskini, bali kama mwanafunzi mwenzake. Aligundua kuwa matendo yake yalimuumiza. Sara aliona aibu. Alijua kwamba alikuwa amekosea. Aliamua kubadilika. Sara alimwendea Joel, alikubali kwamba alikuwa amemficha daftari lake. Aliomba msamaha kwa tabia yake. Joel alishangaa kusikia Sara akiomba msamaha. Hakutarajia angekuwa mkarimu kwake. Alikubali msamaha wake. Kuanzia siku hiyo, Sara akawa rafiki wa Joel alimtia moyo katika masomo yake, alimtetea dhidi ya watoto wengine waliomsumbua. Sara aligundua kuwa Joel alikuwa mvulana mkarimu na mwerevu. alijutia tabia yake ya zamani, aliazimia kurekebisha makosa yake. sehemu ya sita: mwanzo mpya. Sara alitumia ushawishi wake kuzuia usumbufu, aliwaambia marafiki zake wamwache Joel, alimtetea wakati wengine walikuwa wakimtendea vibaya. pole pole wanafunzi wengine walianza kubadili mitazamo yao kuelekea Joel. Waliona kwamba Sara alimheshimu, wakaanza kumwona tofauti. Pia Joel alihisi ahueni. Hakuwa na hofu tena ya kwenda shule. Hatimaye angeweza kuzingatia masomo yake bila woga. Darasa likawa mahali pazuri zaidi kwa Joel. Alijisikia kubuke kuthaminiwa wenzake. Alishukuru kwa urafiki na msaada wa Sara. Sehemu ya saba masomo yaliyojifunza. Sara alijifunza somo muhimu kuhusu wema na huruma. Aligundua kwamba kumhukumu mtu kulingana na mwonekano wake au hali yake ni makosa. Joel alimfundisha Sara kwamba urafiki wa kweli unatoka moyoni. Alimwonyesha kwamba kila mtu anastahili kutendewa kwa heshima bila kujali asili yake. Uzoefu huo ulimbadilisha Sara. Alikuwa mtu mwema na mwenye huruma zaidi. Alijifunza umuhimu wa kutetea yaliyo sahihi. Uthabiti na azma ya Joel iliwahamasisha waliokuwa karibu naye. Alithibitisha kwamba hata mbele ya shida mtu anaweza kushinda changamoto na kufikia mambo makubwa. Sehemu ya nane. Nguvu ya utu wema. Hadithi ya Joel ni ukumbusho kwamba wema unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kitendo kidogo cha huruma kinaweza kubadilisha maisha ya mtu. Tunapochagua kuwa wema kwa wengine, tunaunda athari chanya. Tunawahamasisha walio karibu nasi kufanya vivyo hivyo. Kwa kukumbatia huruma na uelewa tunaweza kujenga jamii inayojumuisha na yenye haki kwa wote. Sote tujitahidi kuwa kama Sara ambaye alikuwa na ujasiri wa kukubali makosa yake na kurekebisha. Tupinge uonevu na ubaguzi katika aina zake zote. Sehemu ya tisa, ushindi wa Joel. Joel aliendelea kufanya vizuri shuleni. Alikuwa mwanafunzi bora. Aliwahamasisha wanafunzi wenzake kwa bidii na kujitolea kwake. Hadithi ya Joel ilisambaa kote kijijini. Alikuwa ishara ya matumaini kwa watoto wengine kutoka familia masikini. Aliwaonyesha kwamba elimu ni ufunguo wa maisha bora ya baadaye. Safari ya Joel ni ushuhuda wa uthabiti wa roho ya mwanadamu. Inaangazia nguvu ya mabadiliko ya elimu, wema na umuhimu wa kuwahukumu watu kwa tabia zao, siyo hali zao.